Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Kubwa hii leo, Jeshi la Polisi nchini limetoa tamko rasmi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 na kuhakikishia wananchi usalama na hakuna tishio lolote la kiusalama. Huyu hapa msemaji wa Jeshi la Polisi DCP David Misime anaweka bayana. Tarehe 29 mwezi wa 10, 2025 ni siku muhimu sana kwa taifa letu la Tanzania ambapo Watanzania watatekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi watakaowaongoza katika nafasi ya uraisi, wabunge na udiwani. Jeshi la Polisi kupitia taarifa hii lingependa kuhakikishia wananchi na wageni watakaokuwa nchini mwetu kuwa hali ya usalama ni shwari sana na hakuna tishio lolote la kiusalama linaloweza kufanya shughuli hiyo ya kupiga kura isifanyike kwa amani. Pia wananchi wana mnahakikishiwa amani na usalama wa kutosha siku ya Jumatano, hivyo mjitokeze kwa wingi kama mlivyojiandikisha kwenda kupiga kura bila hofu yeyote ile. Aidha, inawahakikishia limejipanga vizuri sana kumdhibiti yoyote yule kwa mujibu wa sheria atakayejitokeza, ama kwa makusudi au kwa nia ovu, kuvunja sheria za nchi ili kuhatarisha amani ya nchi kwa kisingizio chochote kile siku hiyo ya kupiga kura na baada ya kupiga kura, atakayethubutu kuvunja sheria asimlaumu au asilaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi, kwani elimu imetolewa vya kutosha na kwa muda mrefu na kushauri tusisahau kusubscribe, kushare na kulike 2Gendah TV kwa habari na matukio mbali mbali.